Bwana bwanaswe sana, karibu kwa Agape Global Evangelism. Leo tutaenda kusikiliza neno la Mungu na leo kichwa chake ni sababu ya sheria. Tutaenda kujifunza eh, sababu ya sheria ambayo ilipatiwa Adamu na Hawa na vile eh, mwanzo wa ile dhambi ya kifo, spiritual death, kifo cha kiroho na mwanzo wa magonjwa na maradhi na mwanzo wa e, umaskini na ufukara, na sheria, sababu ya sheria ambayo ilipatiwa wana wa Israeli na sheria ambayo ni ya imani. Bwana asifiwe sana. Kabla ya kuendelea, wacha na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, niko mbele zako asubuhi ya leo Baba, naomba roho wako mtakatifu akanisaidie, kwa sababu bila yeye Bwana, siwezi. Naomba nikiamini katika jina la Yesu, Amen. Sababu ya sheria ambayo ilipatiwa Adamu na Eve kwamba kuna sheria ambao Adam na Hawa, wazazi wetu wa kwanza, walipewa na hii sheria ilikuwa, ilikuwa ni i sababu gani? Ilikuwa ilikuwa ku, ku, ku, kujua kama wanampenda Mungu au hawampendi Mungu. Wakitii sheria ni kuonyesha kwamba wanampenda Mungu, lakini wakikataa kumti Mungu ni kuonyesha kwamba hawampendi Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu alikuwa ku, ku, ku, kutaka kujua kama wanampenda au hawampendi. Bwana asifiwe sana. Tunaona kwamba Adamu aliumbwa na Mungu ili wakaishi milele bila kufa. Walikuwa watakatifu mbele za Mungu, Mungu aliweza kuwabariki, lakini aliwapatia ile ile wakati wa kuchagua kumtii o kutomtii. Yaani hakutaka kuwatumia kama robots, robots, you know, wana set, sikafanya vile unataka. Lakini Mungu hakutaka kutumia Adam na Eve kama robots. Bwana asiwe sana walikuwa na mambo mawili: aidha kumtii Mungu na diposa waishi milele, au kutomtii Mungu na waweze kufa. Kile kinaitwa kifo cha kiroho. Bwana asifiwe sana. Katika kitabu cha Mwanzo mbili na 16 na 17, Biblia inasema hivi: And the Lord God commanded the man saying, na Mungu akamuurisha mwanadamu akamwambia, of every tree of the garden you may freely eat, kila matunda katika shamba la Edeni unaweza kula but of the tree of the knowledge of good and evil, lakini matunda ya mti ya kutofautisha wema na ubaya hivi, eh, you shall not eat, usikule. for in the day that you eat of it you shall surely die, kwa sababu ile siku utakayokula haya matunda hakika kufa utakufa. Hapa hii ndiyo sheria Mungu alimpatia Adamu na Hawa ni gani matunda katika shamba la Edeni ya mti ambao unatofautisha wema na ubaya, aliwaambia wasikule ili waendelee kuishi bila kufa lakini akamwambia mkia kula hakika kufa mtakufa. Hebu tuone kama walikataa wali, wali kutii Mungu au wali mtii Mungu kitabu cha Mwanzo tatu, sita, hadi saba. yule know I mean? zabe so when the woman saw that the tree was good for food, wakati mwanamke mwanamke huyu ni ni, ni, ni mke wa Adamu alipoona kwamba haya matunda yalikuwa ni mazuri, praise the name of praise that it was pleasant to the eyes, dalipendesa macho and a tree desirable for one to make one wise. na mti ambaye inaweza kufanya uwe na hekima. she took of its fruits and hid. alichukua matunda yake na akala. she also gave to her husband with her and yet. na pia akampatia bwana yake ambaye alikuwa na yeye naye akakula. Bwana, asante sana. then the eyes of both were opened. na macho yao yote wawili yakafunguka. and they knew that they were naked. na wakatambua ya kwamba walikuwa uchi, walikuwa uchi They were naked. And they sewed fig trees together, together made themselves covering. Na wakatengeneza wakategedeza matawi, ma, ma, ma, matawi ya miti ndiyo bosa wakaweza kujifunika kuvunika uchi kujibone. Wao hapo tunaona kwamba mke wa Adamu if aliona mti ni mzuri sana na akachukua matunda yake akala, kwa njia nyingine walikataa kumtii Mungu. Hata Adamu mwenyewe alipopatiwa matunda hayo hakukataa aliyakula, lakini baada ya kula waligundua ya kwamba walikuwa uchi. Kwa nini walikuwa uchi? Ni kwa sababu Roho wa Mungu aliondoka kutokana, yaani alijitenga na roho, kwa njia ingine walikufa kiroho. Kwa jula ambao aelewi mambo ya kifo kiroho, nataka ninataka nikueleze uelewe, kuna kifo cha kiroho na kuna kifo cha kimwili. Kifo cha kimwili kinakuja wakati mtu kwa sababu ya kuwa na mz, ni, ni mzee au kwa sababu ya magonjwa au kwa sababu ya ajali, yaani roho yake na nafsi na yake zinatoka zinaacha mwili. Hiyo kuachana kwa, kwa roho ya mwanadamu na roho yake na nafsi yake kuacha mwili, mwili kubaki na kupelekwa mochari na, na baadaye kusikwa, tunasema hiyo ni kutenganisha mwili na roho ya mwanadamu na nafsi yake, na hiyo linaitwa kifo cha kimwili. Bwana sio sana, lakini kuna kifo cha kiroho. Kifo cha kiroho kinakuja wakati roho wa Mungu ambaye alikuwa ndani yako anakuwacha, hiyo kuachana kwa roho ya mwanadamu na roho wa Mungu inaitwa kifo cha kiroho na hapo ndio roho wa Mungu ambaye alikuwa anakaa ndani ya roho za Adam na Hawa, wakati walikula matunda, ye mwenyewe roho yake ilijiondoa kutoka kwa roho za Adam na Hawa, na hiyo kujiondoa kwa roho ya Mungu kutoka kwa Adamu na Hawa tunasema ya kwamba ni kutenganishwa roho mbili, na hizo kutenganishwa roho mbili kinaitwa kifo kifo cha kiroho. Na hiyo ndiyo sababu walikuta wenyewe wakiwa uchi, kwa sababu roho wa Mungu alitoka akaachana na roho sawa. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Genesis eh, mwanzo 3 na 17 hadi 16, tunaona vile Mungu baada ya kukasirika kwa sababu ya yani, kutotii kwa Adamu na Hawa ile laana aliweza kuwanenea bwana aswe sana na akasema hivi kitabu cha mwanzo tatu kumi na saba hadi kumi na nane then to adam he said na kwa adam akamwambia because you have heeded the voice of your wife kwa sababu umesikiliza eh, eh, sauti ya mke wako and have eaten from the tree of which i commanded you saying you shall not eat of it na ukala matunda kutoka kwa mtu ambaye alikuamrisha nikisema, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake, dunia imelaaniwa kwa sababu yako, kwa shida utakula kutoka kwa dunia masiku zote za maisha yako. Miiba, miti ya miiba ikakuwa katika, katika yani kila mahali, ili ikaweze kutunduga nini. Hiyo ni laana, Bwana sio sana. Praise the Lord, in the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. Kwa kutoa jasho lako kwa uso wako, yani utakuwa ukipata kila chochote unataka kwa kutoa jasho, mpaka utakaporudi duniani. For out of the out of it you are taken kwa sababu kutoka kwa mchanga ulitoka huko, na kwa mchanga pia utarudi huko. Bwana ana. Hiyo ndiyo laana ya kwanza ambao wanadamu walipata, inaitwa kifo cha kiroho. Lakini pia tunaona kwamba hii maneno ingine yote tunaweza kusema kwamba laana zingine hapa katika hii laana ni laana ya magonjwa na maradhi, umaskini, ufukara, hata na kifo cha kimwili. Bwana sisi sana. Hizo ndio laana zilianza si kwa wakati wa Adamu na Hawa. Hata kabla ya kuenda katika wana wa Israeli, hizo laana zilikuwa katika ulimwengu mzima. Na watu wote isipokuwa hata at watu wote, Gentiles na Jews wote walikuwa na hii laana. Bwana sisi sana. Haleluya. Kwa hivyo nataka kujue, eh, ni kitu gani kilitokea wakati au wana wa yaani Adamu na Hawa walifanya dhambi. Tunaona kwamba ni mambo matatu yalitendeka. Ya kwanza ni kifo cha kiroho. La pili ni ni laana, laana ambao ni magonjwa na maradhi, umaskini na ufukara, na hata kifo cha kimwili. Bwana asifiwe sana. Tunataka kujua tena, ni sababu gani Mungu alipatia wana Musa eh, sheria? Ni kwa nini Mungu alipatia Musa sheria? Na jababu yake ni sababu yake ni ku, kuonyesha kwamba wao walizaliwa wakiwa wenye dhambi, ni wenye dhambi na dhambi lazima wasifanye. Hakuna njia wanaweza kuacha kwa, wate kwa wate dhambi kwa sababu roho wa Mungu ambao alikuwa anawazuia kufanya dhambi hayuko ndani yao tena, wamekufa kiroho. Bwana asifi sana. Kitabu cha Mwanzo amini Exodus kutoka eh, 24 na mstari wa tatu unasema hivi, So Moses came and told the people all the words of the Lord. Hapo ni kwa kani ule wakati Musa alikuwa ameenda kupatiwa eh, alikuwa kwenda kuonana na Mungu katika eh, mlima wa Sinai. Na na Musa hapa inasema hivi, so Moses came to and told the people all the words of the Lord. Na Musa kaja akawaambia watu maneno yote ya Mungu. And all the right judgments. Na kila kila kitu Mungu amesema kuwahusu. And all the people answered and said with one voice. Na watu wote wakatoa sauti moja wakisema, all the words which the Lord has said we will do. Maneno yote Mungu amesema tutayafanya. Mungu hakutaka hivyo. Mungu alikuwa anataka wajue ya kwamba wao bila yeye hakuna kitu wanaweza lakini, wao wanaonyesha kwamba wana uwezo kumtii Mungu bila yeye kuwepo, yaani wako na uwezo wa kumtii Mungu. You know bwana. Sasa Mungu hakutaka hata kuwapatia sheria, lakini kwa sababu alikuwa anataka kuonyesha kwamba wao ni wenye dhambi, wako saji, hawezi kutii Mungu, wanahitaji eh, wokovu, wanahitaji mtu wa kuokoa kutoka hali yao, lakini hawakuelewa. Bwana sasa ndivyo sasa akasema okay Wacha na wapatia sheria ndio mkaweza kuwajua kwa kwa, kwa, kwa kwa kutokuti sheria sana kwa kwa kwa kwa na kwamba nyinyi ni maovu, nyinyi ni wadhalimu. Kuna wana wa Israeli walikuwa wanafikiria kwamba wako na uwezo wa kumtii Mungu. Lakini walikuwa wamekufa kiroho, walikuwa wana uwezo kwa sababu hawakuwa na Mungu wa Mungu wa kuwasaidia. Walikuwa naishi katika laana chini ya laana, laana watu wasiona. Tu kwa kweli sio hawakuweza kumwokoa kumtii Mungu. Walihitaji mwokofu, walihitaji wokovu hitaji mwokozi Yesu Kristo ndiye alikuwa apitie kupitia kwao akazaliwe ndio apate wokovu, lakini Mungu akawapatia sheria ya kuwaelekeza kwa huyo Yesu Kristo, yaani kuwasaidia kukaa na Mungu mpaka Yesu Kristo atakapopatikana. Bwana susana. Na Wagalashia tatu, na tusome kitabu cha Wagalashia 3 na mstari wa kumi na tisa 3:19 inasema hivi: What was the purpose then of the law? Sheria ilikuwa aina gani? Ni ya nini? Sheria ni ya nini? What, what purpose then does the law serve? Sheria kazi yake ni nini? Hii sheria Musa alipatiwa. Nabii ile akasema, ikapatiwa na sababu yake, ikasema, it was added because of transgression. Iliongesewa kwa sababu ya dhambi. Till the seed should come. Ili ile mbegu ikuje. Whom the promise was made. To whom the promise was made. Ile ambao ile ahadi tulikuwa tumepatiwa ya huyo, yani seed unakumbuka, Abrahamu aliambiwa kwamba kupitia kwake, kupitia ile mbegu yake, mbegu yake dunia mzima itapata baraka, itabarikiwa. Hiyo hiyo eh, mbegu ni Yesu Kristo, Bwana Yesu. Kwa hiyo sheria iliwekwa kwa sababu watu walikuwa wenye dhambi, waovu, ili akaweza kuwaelekeza kwa, kwa hiyo eh, mbegu ambayo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo atakapokuja, basi hiyo sheria itakuwa kazi yake imeisha. Bwana Yesu sana. Wagalashia 3 na 23 hadi 26 inasema hivi, but before faith came, kabla ya imani kuja, we were kept under God by the law, tuliwekwa tuliweza ku eh, yani, tulikuwa chini ya ya sheria kept by the faith which would afterwards be revealed tulikuwa tumewekwa tukingojea imani ambayo baadaye ita, itaonekana. Therefore, the law was our tutor to to bring us to Christ. Kwa hivyo sheria ilikuwa ni mwalimu wetu ili atuongoze tukapate Kristo, that we might be justified by faith, ili tukaweze kuhesabiwa haki kwa njia ya imani ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo sheria ndiyo ilikuwa mwalimu wetu, ilikuwa inatuongoza kwa yule ambaye alikuwa tumeidiwa nani? Yesu Kristo. Ndio sasa badala ya kuhesabiwa haki kwa kutenda sheria kwa kutenda vile sheria inasema kwa kufuata ile sheria ili tukaweze kuhesabiwa haki kwa kumwamini huyu Yesu Kristo bwana sio but after faith has come lakini baada ya imani kuja, yani baada ya Yesu Kristo kuja we are no longer under a tutor. Sasa kwa sababu sasa Yesu amekuja, imani ya kuja, hatuna haja tena na sheria, hatuna haja tena na mwalimu. Bwana sio For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Kwa sababu sisi sote ni wana wa Mungu kwa imani yetu ndani ya Yesu Kristo. Bwana sisi sana. Kitabu cha Warumi 8 na mstari wa 3 inasema hivi. What the law could not do is that it was weak. Kile sheria haingeweza kutenda kwa sababu ilikuwa na udhaifu. Huu udhaifu ni gani? Sheria haingeweza kufanya mwanadamu amtii Mungu. Sheria haingeweza kuunganisha wa Gentiles na Jews, yani wa Yunani, wa Yunani, na wa Wayahudi haingeweza kuunganisha. Sheria haingeweza kutupatia uzima wa milele. Sheria haingeweza kutusamehe dhambi zetu Bwana. Sheria haingeweza kuunganisha Mungu na wanadamu, haingeweza. Lakini Mungu ndiye alifanya. Alifanyaje? Kile sheria haingefanya kwa sababu ilikuwa dhaifu, through the flesh, kupitia mwili God did. Ye, Mungu ndiye alifanya. Au alifanya aje? By sending his own son in the likeness of sinful flesh, on account of sin, he condemned sin in the flesh. Alipomtuma Yesu Kristo. Yesu Kristo alimpatia mwili na kupitia huyu mwili aliweza ku, ku, kupunish dhambi kupitia kwa mwili wa Yesu Kristo. Aliweza kuwapatia ghadhabu ya dhambi kupitia kwa mwili wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye alichukua hiyo dhambi kwa sababu mwili wake ulitengenezwa ili ukapigwe dhambi ikaondolewe katika wanadamu. Bwana asifiwe sana. Mungu alifanya kwa kutumbutuma mwana wake Yesu Kristo ili akaweze kuadhibu you know mwili wake you know diposa tukapate msamaha wa dhambi zetu. Bwana asifiwe sana. Sheria inaua. Sheria kazi yake ni kuua kwa sababu sheria, you know, sheria ukiwa na sheria usipositii sheria umetenda dhambi. Na kwa sababu umetenda dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo, kazi ya sheria ni kuua na haina njia nyingine. Sasa yeye ndiye anakuambia kwamba kwa sababu ume, umekataa kutii sheria umetenda dhambi, na kwa sababu umetenda dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini unaona kwamba neema ya Mungu, imani ya Mungu, grace of God inapeana uzima wa milele yani ukimwamini Yesu Kristo unapata uzima wa milele. Wacha niseme hivi, hakuna mwanadamu yoyote ambao angeweza kutii sheria, hakuna hata mmoja alitii sheria lakini Yesu Kristo mwenyewe ndiye alikuja akati sheria zote na baraka zote ambazo Mungu alikuwa ameahidia, you know, wana wa Israeli, alikuwa ameahidia Adam na Hawa, alikuwa ametuahidia o oh, baraka zote Yesu Kristo alipewa, na laana zote ambao ilikuwa imeahidiwa Adam na Hawa, kifo, alikuwa ameahidiwa kifo, na wana wa Israeli walikuwa wanaahidiwa shema, you know, laana. Ukisoma kitabu cha eh, mitume mitu, tukumbukumbu la Torati 28 kutoka mstari wa kwanza hadi kumi na ini unaongea kuhusu baraka mungu alikuwa ameahidia wana wa israeli na kutoka mstari wa kumi na tano hadi sitini na nane inaongea kuhusu laana ambao alikuwa anaambia wanadamu watazipata yaani wana wa israeli watazipata so hizo baraka zote yesu ndiye alipewa na laana zote zikabaki na wana wa Israeli zikabaki nasi zikabaki na adamu na watoto wana yaani zikabaki na wanadamu wote laana zote lakini yesu kwa sababu aliweza kutii sheria zote na baraka zote akapewa. Sasa ili tukaweza kuzipata hizo baraka lazima tumwamini huyu Yesu Kristo. Tukimwamini tunapata uzima wa milele, tunapata uponyaji, tunapata ukombozi you know, tunazaliwa mara ya pili, tunabadilishwa, tumezaliwa mara ya pili, tunakuwa na ile asili ya Mungu. Bwana asifiwe sana, haleluya! Kwa hivyo hebu tusome hapo, tunaona kwamba ukisoma kitabu cha Kutoka 32 na mstari wa 28 inasema hivi katika Holy Bible Passion, The people from the family of Levi obeyed Moses, watu kutoka kwa familia ya Levi wakamtii Mungu. and, the, and that day about the thousand of Israelites died, na hiyo siku wa Israeli karibu 3000 walikufa. Ni wakati Musa alikuwa katika mlima akiongea na Mungu akapatiwa sheria na Mungu, lakini Mungu akamwambia, teremka watu wako wameanza kuabudu sanamu. Na Musa akateremka. Alipoteremka akaja kukuta kwamba Aroni, n yani, Aroni ametengenezea watu you know, golden calf ambao walikuwa na abudu. Na hapo Musa akaambia wana wa Levi, yeyote yule ambaye atakataa kuachana na hizo maneno amalizwe. Na wana wa Levi akaingia katika kila familia, wakamaliza watu wote ambao walikataa, walikataa kutok, kutok eh, abudu hiyo hiyo masanamu. bwana sana wote watu kama elfu 3 hiyo siku walikufa. Nataka uone ya kwamba wakati wa siku ya Pentecoste, Pentecoste, watu elfu 3 waliokoka hiyo siku. Wakati Pita alisimama na kumwambia kwamba au watu si walevi. Bwana Yesu waliuliza tutafanyaje? Alikwambia kwamba lazima muamini Yesu Kristo, baada ya kumwamini Yesu Kristo. Watu elfu 3 waliokoka hiyo siku. Kwa hivyo sheria inaua. Elfu 3 walikufa. Nao neema au imani inafanya nini? Inapatiana uzima wa milele. Bwana sio? Kwa hivyo nataka tuende kwa nyingine, purpose of the law of faith. Yaani sheria ya imani ni gani? I mean sababu ya imani ni gani? Nataka tupatie sababu kabla yake ni gani? Is to give us everlasting life. Yani, imani, yani imani ndani ya Yesu Kristo, yani neema ya Yesu Kristo inatupatia kipawa cha uzima wa milele. Tunapata uzima wa milele. The law of faith was between Jesus and God the Father. Na unaona akwamba, kwa sababu hakuna mwanadamu ye yote ambao aliweza kumtii Mungu, Mungu sasa akaona kwamba siwezi kufanya angano yoyote ile na watu ambao wamekufa kiroho, watu ambao hawezi kuacha kufanya dhambi, watu ambao hauwezi kunitii. Sasa nataka nifanye you know, ha, angano yangu na Yesu Kristo, kwa sababu yeye pekee yake ndiye ametii sheria zangu amezitenda na nimepatia baraka zangu zote. So wakafanya hiyo agano mpya, the new covenant, ilikuwa katikati ya Yesu na God the Father, yani Mungu Baba, Mungu Baba. Sasa nani ambaye anapata faida hiyo? Sasa kwa sababu Yesu ametii hiyo, eh, sheria na Mungu, sisi ndio tunafaidi kwa sababu tukimwamini Yesu Kristo, baraka zote ambazo Yesu Kristo ako nazo zinakuwa ni zetu. Bwana asifiwe sana, baraka zote, ahadi zote, kila kitu ambayo Yesu Kristo ako nacho kinakuwa ni chetu kwa njia ya kumwamini. Bwana asifiwe sana. Tukisoma kitabu cha Wafilipi mbili eh, na kumi na tatu Biblia inasema, For it is God who works in you, ni Mungu ambaye anafanya kazi ndani yako both to will and to do according to his pleasure, ili akaweza kufanya kile anataka. In other words, Mungu baada ya kuokoka, roho ya Mungu anaingia ndani yako, anakubadilisha, anaangamiza dhambi ndani yako, anakungeuza, ikawa sasa unataka kujua mapenzi ya Mungu, unataka kufanya mapenzi ya Mungu na Mungu ndiye sasa amefanya hiyo kazi, sio wewe, sio bidii yako, lakini yeye mwenyewe ndiye amekusaidia, kwa sababu ameingia ndani yako, amefanya ukazaliwa mara pili. Kwa hivyo ukasema mara ya pili, yani ukawa uka, uka, kiumbe kipya. Kwa hivyo sasa Mungu amefanya nini? Hiyo kazi yake ndiyo inafanya akaweze kufanya upende mapenzi yake na ukafanye mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Warumi nane na mstari wa pili, Biblia inasema hivi. For the law for the law of spirit of life in Christ Jesus. Sheria ya roho wa Mungu katika Kristo Yesu has made me free from the law of sin and death imeniweka huru kutokana na sheria ya dhambi ambayo inaleta kifo. You know, hii sheria ya Musa na sheria ya Adamu na Hawa ilikuwa inaleta kifo, ukikataa kuyatii unapatiwa kifo. Bwana, usisahau. Lakini sheria ambayo ni ya imani, ambayo ni ya neema, ni ya sheria ya kupatia. Kwa nini? Everlasting life gani? Uzima wa milele imeniweka huru sheria ingine ambayo kazi yake ni kuua. Sasa nimeingia katika sheria ingine nyingine ambayo ni ya neema ambayo inapatia uzima wa milele kwa kumwamini Yesu Kristo peke yake, bila bila kutumia yani, juhudi zozote ile kumpendeza kumpendeza Mungu bila kuchochote kumpendeza Mungu kile imani tu ndani yake Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Yohana 3 na mstari wa 36, Yohana 3 36, bila kusema, you believe in the son as everlasting life yeyote anayemwamini mwana Yesu yani Yesu Kristo ana uzima wa milele. Kwa hivyo ukimwamini Yesu Kristo tu unakuwa na uzima, na uzima wa milele. Naamini kwamba hii maneno ya Mungu measikia, na ungetaka kupea maisha yako kwa Yesu Kristo, kama uko pale na ungetaka kupea na maisha yako kwa Yesu Kristo ukaweza kusaliwa mara pili ukapata uzima wa milele ukazamea dhambi zako, omba ombelea eli nyuma yangu, omba: Bwana Yesu Kristo, nimesikia neno lako, nimetambua ya kwamba mimi ni muofu, mimi ni mwenye dhambi. Naomba kwamba ukanisamee dhambi zangu zote, nioshe kwa damu yako, na kutoka sasa mimi nimeokoka, mimi ni mwana wa Mungu. Asante kwa kunisamee, asante kwa kwa kwa kuniosha damu yako, asante kwa kunifanya mwana wa Mungu. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba kwamba ukaweze kusambasa eh, hii video kwa rafiki zako na watu wengine wote. Mungu akubariki.